Leo nimewaandalia kwa sababu uh, kwenye event ya 26 uh, miongoni mm. mwa watu ambao tunatarajia kuona wakienda kupendezesha usiku mm. ni mwasisi wa kilumbilumbi eh. Karim Mandonga, au sio? sasa hivi eh. so, yeah. ni nataka niwakumbushe baadhi ya zile nyakati bora moments ambazo zilimtambulisha na zika boost umaarufu wa Karim mandonga mm. kwenye mwendelezo wa events zetu za Vitasa, nimewaandalia yeah. so, nyakati tatu Hmm. za Karim uh, Mandonga na tunaanza kutazama kile ambacho alikutana nacho, ilikuwa uh, mwezi Julai hmm. mwaka elfu mbili na ishirini hmm. na eh, mbili mkoani Ruvuma, mjini Songea kwenye fight ambayo alicheza dhidi ya eh, Shaban Kaoneka tn tukatazame namna ambavyo ama kile ambacho kilitokea na kwenda kubusi umaarufu wa Karim Mandonga Mandonga, bendera ya kuzimu, la bango hilo likiandikwa na Karim Mandonga ameingia kwa, uh, kwa namna gani? Hiyo hapo tena, ile hapa kati ambayo anazidi kuitafuta Karim Mandonga, naye anashambulia, ni kama imefika, wamebadilishana ngumi. Karim Mandonga anashambulia pia kwa mara nyingine kwa ukaribu zaidi kwa kambali, Shaban Kaoneka sio kwamba kaa mbali ili niendelee kutumia jab zangu. oh, Karim Mandonga, yeah, yeah, yeah. Go, go. Go. Go. <laughs> Oh, ni nini kimetokea? <laughs> Kugusa kwenye canvas na na ni ni ni knockdown. Kaoneka kachemka. Ngumi halali lakini kosa <laughs> kosa ambalo amefanya Kaoneka, alikwenda kumshambulia mtu ambaye yuko chini ambapo kisheria ni kosa. Kwa hiyo hiyo ni adhabu. Yaani kutoka kwenye kwenye, Karim Mandonga yuko kwenye matatizo. <laughs> Karim Mandonga <laughs> hapa ni vitendo dhidi ya maneno yake yeye mwenyewe alikuwa akizungumza, Mandonga hiyo. Sasa hapa Mandonga sakata <laughs> <laughs> Karim Mandonga hali yake ipo ngumu. Karim Mandonga anaingia kwenye matatizo, pengine ule mtumbwi wa vibwengo ambao alikuwa anauzungumza, pengine labda unaanza kumweka mbali zaidi na yeye. Shaka yangu kubwa, muda uliobakia ni mwingi sana. Sasa bado nina shaka kama Karim Mandonga ana hapa kati nyingine, Karim Mandonga kwenye matatizo. Karim Mandonga. Karim Mandonga. Karim Mandonga. Karim Mandonga. Karim Mandonga nyali ya, uh, sura yake inaeleza kila kitu. Ukiangalia sura ya Mandonga ni kama tayari sura ya Karim Karim Mandonga Mandonga kwa mara nyingine tena, oh sana, Karim Mandonga yuko hoi na hii ndio. Yes, yes ilikuwa ilikuwa ilikuwa ni ni right huko ambayo ilitua mara kwanza ikampeleka chini Mandonga, baada ya kunyanyuka kutana na left nyingine na ikanasa kwenye joe kwenye, kwenye, kwenye <coughs> Karim Mandonga, sijui nini ambacho atawaeleza labda kwa sababu Watanzania wamemzoea kumwona kwenye hali ya kushindwa kushindwa. Ili pambano mamba litapika kweli sasa, hii ni fight. Kaoneka alikuwa serious sana, kwa sababu Mandonga ni train mm, sana so kwa kuongea ile ikamtia ndimu. Shaban Kaoneka alikuwa serious sana yani serious sana ah. kwa hiyo uh, isivyo bahati ni kwamba uh, kipigo hiki ambacho alichofanya uh, Shabani Kaoneka kwa Mandonga ndio mm. kikabusi umaarufu wake Mandonga. Mandonga kitu ambacho kinamuumiza sana Kaoneka <laughs> kwa hiyo nipige alimekupiga kwa na kwa maarufu kuliko mimi yeah. Yeah so hii ilikuwa ni moja kati ya ma miongoni mwa matukio ambayo uh, yalitrend sana yakimhusisha bondia uh, bodia Karim Mandonga ambaye tarehe 26 tunatarajia pia kuwa naye eh, kwenye event yetu ya kwanza kwenye kipindi cha mwaka mmoja Uh, tukiachana na hiki ambacho alikutana nacho dhidi na mm, ya Shaban Kaoneka mwaka 2022, mm, twende tukatazame kile ambacho pia alikutana na na mtu ambaye kwa mara ya kwanza mitangu nimefahamu Karim Mandonga, Mandonga alipigwa nje ya ulingo na ndani ya ulingo alipigwa kwenye kuongea ah. Eh, alipigwa na kwenye ring pia dhidi ya Moses Golola. Alikuwa ni uh, mwezi Julai Julai 29, mwaka 2023, dhidi ya Moses Golola Uganda. Twende tukatazame kile ambacho eh, Karim Mandonga alikutana nacho

Hapo hapo alikuwa, hiyo ilikuwa ni right hand ambayo aipigia kwenye blind side, kwenye upande pop wa kali Mandonga, na ikatua kwenye eneo la tempo na kumfanya Mandonga ashuke chini, lakini wakati anajikusanya mwamuzi eh, akawa ameenda kukanseli. Ilikuwa ni ilikuwa ni right hand ambayo alipandishia kwenye blind side, kwenye upande pop eh, wa kali Mandonga.